Kama katika hiyo jamii ya Waislamu na nchi ya Waislamu, utaona watu wanazungumza wamekaa magurupu vibarazani. Wallahi, ni nadra sana kuja kukikuta kigurupu kimekaa pale kinazungumzia na akhira na janna na jahannam, wakamtaja mula wao wakamsalia mtume wao wakaikumbuka akhira yao. Kwanza ni jambo la aibu linaonekana, linaonekana ni jambo la rajia, kurudi nyuma. Na hata kama katika mazungumzo utalitia neno la akhira, au kawambia wenzi wetu kumbushane ya yanayohusiana na safari yetu baada ya kufa kwenye kikao ukayazungumza hayo, basi itaonekana kwamba umeleta jambo la ugeni kabisa. Ni kawaida vikao vizungumze mpira Yanga na Simba, au mipira ya kimataifa huko, au watu watazungumza yanayoendelea duniani katika habari na taarifa, au yanayohusu siasa, au yanayozunz yanayohusu biashara, kukuta hayo ni ada. Lakini kukuta maneno ya imani kwenye gurupu la vijana wamekaa pale, si vijana wala watu wazima, itakuwa ni jambo la nadra wala ajabu, bali hata kuyaingiza maneno hayo ili kugeuza usukani wa mazungumzo ukapeleka mazungumzo ya akhira ndani ya watu waliokuwa wakizungumza mchezo na upuusi wote, watainamisha vichwa vyao khajalan wa hayaan, kwanza kwa kuona haya kwamba yale maneno yameletwa pale. Kupinga ndo hawawezi, lakini kuyachangamkia yale maneno kama ni sehemu ya ada ya waislamu imepotea ada hiyo. Ilipokuwa mazungumzo ya mpira, kila mmoja anachangia na kila mmoja alijionyesha naye ni mjuzi na hapakuwa na haya, li annahu tuurifa alayhi wa taawada an-nasu alayhi, ni mambo yametambulika, watu wameshayazoea na kila mmoja anayapenda. Lakini kumpata mtu akakutia mori akakwambia kweli uliyosema, hata jana mtu aliondoka ghafla hapa. Safari yetu ni fupi sisi na maisha yetu ya akhira ni marefu na akaanza naye kufanya dawa akaichangamkia ile dawa kupata huyo, basi umepata mtu akukunusuru katika mazungumzo yako na kuyatia nguvu. Lakini wengi hawapendi kuondoshwa katika mazungumzo ya dunia, wakapelekwa katika afya.